Karibu Technologist TV. Leo tutajifunza shortcut mbili za haraka sana za kutumia game bar ya window. Kama unataka kurekodi michezo au screen bila program nyingine, basi hii video ni kwa ajili yako. Shortcut ya kwanza ni window plus G. Hii inafungua game bar kama unavyoona hapo. Ukibonyeza window plus g, basi game bar inakuwa imefunguka. Kwenye game bar, kuna icon nyingi kama unavyoziona, kila mmoja ukigusa itakwambia hii kazi yake nini na hii kazi yake nini, inakuja maandishi yanajiandika. Kwa hiyo utaona, shortcut ya pili ni window plus alt plus r. Hii inaanza au inasimamisha kurekodi. Yani, ukibonyeza utaona dot nyekundu juu ya skrini ikimaanisha unaanza kurekodi. Vile vile, unapomaliza bonyeza tena window plus alt plus r kusimamisha kule kurekodi kwako. Ukibonyeza window plus alt plus r, unaona kuna kialama chekundu hicho kama kidoti, ambacho kinaashiria kwamba sasa unaanza kurekodi na nambari zitaanza kuhesabu Umemaliza kurekodi kwako unabonyeza tena window plus alt plus r. Ukibonyeza tena na ile rekodi yako inakuwa imefanya nini? Imejisave. Utazipata wapi? Video zako zitahifadhiwa kwenye folder ya video captures. Kwa hiyo unakwenda kwenye folder ambayo unaenda kwenye video, kwa unatafuta icon ya video ambayo, ambayo imeandikwa video, hii hapa unaifungua video, halafu kwenye folder lililoandikwa capture, kwa moja kwa moja unaingia kwenye folder na capture unakuta video zako zote ulizo zirikodi kwa kutumia game bar. Zingatia, zingatia game bar haifanyi kazi kwenye PC zote, inahitaji kuwa game mode imewezeshwa ndipo iweze kufanya kazi. Unaenda kwenye setting gaming, Xbox game bar, alafu unawasha on ndio inaweza kufanya kazi. Kwa hiyo tunafungua setting Unakwenda kwenye gaming. Ukifika kwenye gaming, unawasha ile Xbox game bar, unahakikisha iko on. Kwa hiyo ikiwa iko on, sasa game bar itakuwa inafanya kazi. Kama unavyoona juu hapo, kuna maelezo ambayo inaelezea kwamba ukitaka kurekodi, sijui kufanya nini, hapo ndo panapohusika na kesi yake. Kwa hiyo ikiwa on hiyo, unaweza ukatumia game bar yako. Kitu kingine cha kuzingatia Si programu zote zinaweza kurekodiwa kwa kutumia Game Bar, mfano File Explorer na desktop ile nzima pale mwanzo, huwezi kuparekodi kwa kutumia Game Bar. Hivyo kama unahitaji kurekodi programu hizo, basi ni vyema ukawa na programu ambazo zitakuwezesha kurekodi sehemu hizo. Usisahau kulike, kucomment pamoja na kushare video zetu. Hii ni Technologist TV, karibu tena na kwaheri. Tukutane kwenye video zingine.